Tunaambiwa tuombe, kwa hivyo tumishe maza maombi tunao zetu, tunaambiwa kwamba ni maombi. Kwa hivyo hata sisi tuwaenzi ndugu zetu waliopoteza maisha yao tarehe ishirini na tisa kwa sababu tunaambiwa kwamba tuombe. Mnisamehe kwa sababu pia mtanishauri kama tuendelee Discord na nondo kule ama tuendelee huku na na na na, na harakati zetu pia, kama mnaonaje? Kwa sababu mimi pia ni maoni tu nimetoa, kwa sababu tuliambia ni maombi. Sasa maombi yameisha, sasa kama tunaendelea na kwa Discord mtuniambie tu, ama tu tuendelee na upande wetu pia, kwa upande wangu sijakosea, tuendelee tu. Okay, sawa. Ntipasa ntipasa ameongea mwingine. Sawa. Tuende Discord ama tuende hapa. Mniambie ni Discord ama hapa. Maana mimi Kiswahili kigumu, kwa hiyo mdomo wangu unanielewesha. Unajua mimi mi ni dishi na Serengeti huko. Kwa hivyo mna mnanielewesha jamaa. Eh, kwa hivyo <Rivka> ni Discord hapa. Ah, sawa. Sasa eh, mnajua kwamba leo ni tarehe 29. Nitaongea kwa uchache tu. Nitaongea kwa uchache tu. Alafu taulisi wengine waongee, wachangie. Cha kwanza, cha kwanza, Watanzania wameamua kufanya jambo, wameamua kuonyesha dunia kwamba jeshi amelala chini, polisi amelala chini. Na ili ni kwa sababu gani? Sasa kilichobaki hapa, TFF ifanye kazi kwa sababu Watanzania zaidi ya milioni milioni mbili wameangalia ile clip, na watu wanasubiri mtu wa kuanzisha jambo. Sasa kwa sababu ya, ya, ya, wa Tanzania wameamua, sitarudi nyuma na sitaogopa. Tunataka tuonyesha majinga ya kwamba kuua mtu asiye na hatia. Unaje? Niambie, unaje? Niambie, unajua huyu ni binadamu. Aliwawa hao, ni watu walikufa. Hao ni watu, sio kuku. Tunaongelea watu walikufa, eh, tunaongelea watu walikufa. Hatuongelei kuku kwamba ni mnyama alichinjwa. Tunaongelea ni watu, na hao watu walikaa tumboni miezi tisa, sawa Mkomba? walikaa tumboni miezi tisa walikaa kwenye tumbo za mama zao miezi tisa. Sasa kitu cha kusikitisha polisi anaua, polisi anaua, anasifiwa, anasifiwa kwa mauaji na anapandishwa cheo. <coughs> tunashukuru jeshi la polisi, la, eh, jeshi la usalama jeshi la polisi kwa kazi nzuri na wanapandishwa vyo. Sasa sasa haya ndio matokeo yake uwezi ukaua mtoto wa mtu watu wa kunyamazia. uwezi ukaua damu inasungumza yaani uwe tu mtoto na ndio maana leo bado wanazungumzia leo bado watanzania wanasungumziloswara kwa sababu gani damu zina damu inanena damu inasungumza damu inasungumza hamuwezi uwa watoto wa watu na tuwanyamazie hivyo sasa basi tff TFF, polisi wake zao watoto wao, tunamaliza kila kitu. Sasa tumeanzia polisi kwa sababu huwezi ukaua tu mtu yani, yani hebu tazama, tafakari. niwe wanawake ambao mpo hapo nie, kina dada, samani kuongea eh, ne wanawake, nie, ni wanawake pia, kina dada, wanawake, najua mna watoto ta, tafakari, umebeba mimba Unaanza kula matope, eh? Zinatoka zile ze, eh? Manjembe mnaziita majina yenu yale. Kwamba kaninde kitu fulani. Udongo. Sawa hiyo, unaanza kula udongo, udongo. Unaanza kula udongo, kutafuna udongo. Unaanza kula udongo. Wengine mnakaa chooni. Yaani ukipita tu karibu na choo, unaanza kusikia harufu ya choo ni tamu. Yaani unamwambia mimi ngo nipeleke chooni nikalie chooni. Maana kuna dada moja ana, ana, ana, ana ujauzito anaenda kulia chooni chakula. Miguu imevimba wengine miguu inavimba kabisa, miguu inavimba, anashindwa kutembea, anaanza kutema mate. Mtu mtu anatematema mate, umebeba mtoto miezi tisa, unatarajia mtoto, umeenda hospitalini. Acha basi hata kubeba. Umefika hospitalini, umeapanua miguu, umepanua miguu, umepanua miguu migu pale, unaambia sukuma, hey, unasukuma daktari nakupiga, maana mimi nishaona mwingine anajifungua, anapigwa sukuma mtoto, sukuma mtoto, mtoto anakuwa una, Mungu ni mwema alhamdulillah, Mungu ni mwema, Mungu anasaidia. E, unatoa una mtoto baada ya vipigo, baada ya makofi, baada ya kutukana mme wako kwamba mme wangu umeletea matezo yote, mme wangu ni mbaya e, sitarudia tena kushika mimba. Umefikisha mtoto, umeanza kumsomesha umemsomesha mtoto eh? Umemsomesha mtoto amefika chuo kikuu. Mwisho wa siku mtu tu, mtu tu, yani mtu kwamba ni polisi, polisi tu aje ampige risasi mtoto wako yani, yani, yani, yani, na ni binadamu huyu, polisi ni binadamu, eti amepewa amri, analipo mshahara wa laki tatu, analipwa mshahara wa laki tatu Imi... Hivi nyewe mnatafakari, mimi mimi ni baba, mimi ni mwanaume sawa, lakini nafili wanawake, nafili uchungu wa wanawake. Sisi kazi yetu ni kuweka mbegu, kusikia utamu tumwage, eh, tumwage pale ndani eh, tulielie pale kitandani na nini na nini, tulielie, lakini anayeumia mwisho wa siku, anayezaa pale kwa uchungu ni mwanamke. Pia mimi ni mzazi. Sasa hebu tafakari, alafu mtu tu, mtu tu aje tu amchukue mtoto wako, anampiga risasi ya kwamba ni binadamu kwamba kwa jina, kwa jina polisi, ila ni yeye ni binadamu, ila tofauti ni kwamba amepewa cheo kwa jina la polisi na shi, eh, kwamba kesi tazio kwamba an, anabunduki na amepewa amri ya kuua swali. Alafu nyinyi wanawake na ndugu zangu hapo tunyamaze tuwanyamazie polisi nduguzet, mas, wale wao si ndugu zetu? Basi wale sio ndugu zangu, sina ukoo nao, lakini bin, ni wa Tanzania ni wa Tanzania, walikuwa na haki ya kuishi eh walikuwa na haki ya kuishi, walikuwa na nguvu ya kuishi, walikuwa na uwezo wa kuishi. Halafu lipumbavu limoja linakuja kumto, kuchukua mtoto wa mtu na mtoa uhai wake. Ani una mamlaka ya kuja kuchukua uhai wa mtu na ukachukua uhai wake? Pumbavu, haiwezekani. Sasa ndio maana tumesema TFF ndio habari ya mjini, na siongea hapo kwa sababu mimi nataka niwafurahishe wanangu. TFF ndio habari ya mjini na ndio maana vitendo vimeanza kufanyika baada ile kilipu kutembea mitandaoni, mara polisi amekufa Njombe, mara mara mara ndio mwanajeshi ame, amefanya. Kwa nini? Kwa sababu wananchi wameanza kuja roho imewaingia, roho ya uzalendo imewaingia, roho ya uzalendo imeanza kuwaingia wame, wamefili wame kile kitu, wameanza kuhisi kwamba ukweli hakika, hapa tunafanya mambo sio sahihi. Haiwezekani mtu ambaye mwa anatembea tu raiani anatembea, anaenda kunywa baani pale pombe, anakunywa baani pombe, anasherekea na wanawake Alafu mnyamazie tu, haiwezekani. Na ndio maana ona, ndio maana wameblock akaunti yangu ya Delta Force, wameblock akaunti yangu ya Delta Force, wameblock permanent. Mimi hata sijaingia leo na shangina nitumie kwamba your account is blocked permanent. Permanent kwa nini? Kwa sababu wanajua mambo sio mambo, kimeumana, kimeumana. Sasa Watanzania tuko na haki tuchague, mangapi mawili, tubaki tuwawe tubaki tuishi kama kuku ama tuanze kuwashughulikiwa. Mapumbavu niliwaambia wananchi wana hasira na majinga. Ilivyo mapumbavu yatakuja kunitafuta, badala jiite mkutano yajiulizeni kwa nini tunauawa. Yataanza kunitafuta hata mimi, anikamate ya yakaniuwe mapumsasa sasa, yanaponikamate yakaniuwe, mwingine atazaliwa tena kama Trump mngetazaliwa kama animal antipass ni majinga, hayana akili, yaani hayana akili, yaani instead ya kujiuliza ni kwa nini tunafikia hapa, ni kwa nini polisi anauawa, ni kwa nini mwanajeshi anauawa. Lakini majinga hayana akili, yataanza ku, ku, ku, ku, kupewa hela, tafuteni huyo mkamue. Sasa ni kwamba nitakufa, lakini niwambie kitu moja, atazaliwa mwingine atazaliwa mwingine, kwa sababu mliwakamata kina mduda eh, mdude, bado tunaongea bado tunaongea. Eh, sauti sauti za wenye haki hazinyamazi. Wewe wewe, usicheze sauti za wenye haki hazinyamazi. Ni msukumo huko ndani ya moyo, ni msukumo, ni kipaji, yani unasikia, hamna, siwezi nikavumilia, siwezi vumilia uovu, siwezi nikavumilia ujinga. Sauti ya wenye haki inyamazi hata siku moja, hilo naambieni. Hata mimi kama nitakufa, mwingine atazaliwa. Na nyinyi msinihurumie, mwingine atazaliwa. Nachoomba tu ni usalama wa familia yangu tu basi, yaani mke wangu mekwemi, kwa sababu mimi najua kwamba yataanza kutafuta njia ya kunitafuta. Huo ndio ukweli. Hayana akili, akajiuliza sasa tuwa, kwa, e, e, zamani hapa tulipofikia, eh, tuitane mkutano eh, kwa sababu nchi inakuwa kali. Hebu tuitane mkutano, wananchi wanadai nini? Eh, kwa nini Jamani, tuombeni msamaha. Waambura, hebu hebu e, simamisha kazi kwanza. Toka kwando. Toka kwenye ofisi ambayo upo. Wananchi wanadai utoke kwenye ofisi. Murilo, toka kwanza. Kwanza asiza wananchi, asiza wananchi zipoe. Ziishe kwanza. Tutakufikiria mara mbili. Lakini hiyo ni majinga yanatafuta njia kumtafuta ya kumtafuta Trump. Yanatafuta njia kutafuta watu ambao yani yana hakiri majinga, mapumbavu. Mapu. Walipomkamata mvipo, pole pole watu wamenyamaza. Watu wajanyamaza. Wamemkamata Mliro, wamemkamata Mdude. Watu wamenyamaza, watu wajanyamaza. Kwa nini? Kwa sababu sauti za wenye haki zinazidi kuzungumza, sauti za wenye haki zinazidi kunena, sauti za wenye haki zinazidi kuzungumza. Ni lazima tuwe na jua kwamba huu ni wakati wa vitendo, si maneno, ndugu zangu wa Tanzania. Asante. Sawa, sawa, sawa. Kwa nini nasema hivyo? Tafakari, unajua nyumbani kwako mtoto wako akikuita mjinga, acha kumpiga mmoja. Tulia basi, ukipanda zima maiki, msipandishe watu, hebu tadi zimeni maiki. Ukipanda zima maiki, watu wamewafahamu na wapandisha, utablokiwa akaunti. Maana sasa umesikia maneno, umesikia

mwenye haki anaishi, na usiogopa kupambania taifa lako. Mimi hata kama leo tram nikitokea nikitoke, munisikilize hapo kwa sababu, kwa sababu najua hata leo nikitekwa nikamatwa na polisi mtaanza kusema tram, tulimwambia. Kuna majinga yataanza kunikejeli, tulimwambia tram anaficha sura, akajifanya mwanaume, akajifanya ndi anajua akajifanya. Lakini naambia kitu moja, ikitokea sipo, msinyamaze, pazeni sauti, songeni mbele Msinyama sema, kamanda, kamanda, songeni mbele, hakikisheni kwamba mimi ni moja, kwa sababu waliokufa tarehe tisa ni wengi zaidi yangu. Mimi wamekufa vijana zaidi ya elfu ishirini na tatu Hata elfu ishirini na tatu mimi asa moja, kuna shida gani? Mimi moja, mtu mmoja, na hasara gani? Mimi nikifa, wamekufa elfu ishirini na tatu wamepigwa kabisa risasi, ubongo umetolewa. Sasa nyie msongeni mbele, songeni mbele wanangu. Songeni mbele tukomboe taifa la Tanzania, songeni mbele tulikomboe taifa letu, songeni mbele tulikomboe, Songe taifa letu wanangu, tusinyamaze, tusinyamaze. Naongeko uchungu naacho, naambia ni ukweli. Tusonge mbele tulikomboe taifa letu basi, taifa lipo kwenye hali mbaya. Wananchi wana hasira, wananchi wana uchungu Wapumbavu wajiti mkutano hata basi rais muwaji kenye angefanya angeomba mnataka nini? Kuzaliwa eti, eti, kwa Samia chundi, wanangu nye polisi tutakuja kwenu hata sisi mtakuwa chakula chetu, mwaga mboga tumwage ugali, mniua. Tuna yani, mniua, mnaniua, tumeua kumi. Kwa hivyo hatuende hasara, hatuende hasara, twende hasara, hatuende hasara, hatu mwaga mboga ni mwage ugali, wondo wondo, msema mjini, mwaga mboga ni mwage ugali ehe, mwaga mboga ni mwage ugali, maana mmejiamini mno nyinyi akina nani vijana wasio na hatia, vijana miaka kumi na saba mnawaua, vijana miaka ishirini mnawaua. Kuna mtu anamulia mtoto wake, anatamani mtoto wake arudi, hamuoni? Tafuti waacha salama, wanangu. tff kama munaipenda tff, twende mbele, tusonge mbele, wanangu. Tusihurumiane hapa, sio mdo kutafuta huruma hapa, tusihurumiane hapa. Nasikiliza we mwanamke mbuko hapa kama unajua umeolewa, mume wako kazi yake ni kuingengea jikoni kupikapika na kukagua nyama. Eti mke wangu moja nikusaidie kupika mke wangu moja niwanja moja nyama weka tu mtulia, mke wangu nikusaidie kupikapika chakula. Lifukuze hilo lipumbavu, lifukuze. Waambie wanaume wanawaza jinsi ya kulikomboa taifa. Mwenge tu jarari mwanaume, nipo jikoni, angalia mboga jikoni. Lifukuze hilo lijinga. Eti mke wangu aje nikusaidie my baby, my honey. Acha nikusaidie kupika kupikapika hapo mjikoni mke wangu eh, watu kina Arusha hapo hapo busy, una unaweza una kupika chakula jikoni? Unaweza eh? Kupika chakula jikoni, ni mwanamume mzima unaweza kuonjaonja mboga jikoni Unaangalia matako ya mwanamke yani, uko busy tu matako ya mwanamke. Eti mke wangu na matako mazuri, nilikupenda tu wakati matako ya matako yako mke wangu eh, matako hayo eh, matako hayo yananifurahisha kama pumbavu. Wewe un unamwambia kuangalia matako ya mwanamke? Mwambie wanaume majasiri wapo mtandaoni, watafuta mbinu ya kulikomboa taifa lao, lifukuze ulijinga, lifukuze usizae mwanaume anawaza jinsi ya kulikomboa taifa. Mwambie kabisa, mwambie live, mwambie mwanaume, toka wakuwa kama wanaume wingine kule mtandaoni, kufa kishujaa, kufa kama mwanaume. Nataka ni maalizi wengine wachange, maana na, na, tushe live, lakini ni wambie ni watanzania KFF tunaanza tunaingia Mwanza Mwanza. Mwanza. Ndio nimeongea live. Na sipindishi maneno. Mm, Mwanza. Huu ni muda wa vitendo si maneno. Tumechoka kunyanyasa kunya kwenye taifa letu, tumechoka. Dada zetu wanabakwa, yaani unambaka mtoto wa kike hajakuruhusu unaponua una, una, una miguu yake kwa lazima. Aibu zina gani? Unamshika mwanamke unamponua miguu haja ajakupa, hajakupanulia yeye. Hajakuruhusu umpanulia miguu na unampanulia miguu. Miguu. Nani aliku, nani alikuruhusu? Marekani, ukiguza matiti ya mwanamke ni lana. Hata matiti kuguza, mimi mzungu mguze matiti yake, ni lana, ni lana, aibu. Tena atakustaki kabisa. Wewe unamchukua mtoto wa kike unambaka tioni polisi, unampanua miguu yake kwa lazima, haja kuruhusu. Upumbavu leo, upumbavu alafu upu, afu unasifiwa kama nyewe mmefanya kazi nzuri. Tutawaua, tutawaua, tutawaua, tutawaua

Sinobol, sinobol, karibu. Sinobol, karibu. Asa, asante sana wakuu, uh, mimi sina mambo mengi ya kuongea, lakini uh, mkuu Trump naona kazi nzuri unafanya. Uh, nilikuwa naomba tu kitu kimoja. Kuna watu wengine ni wageni hawajui mambo haya ya TikTok, hawajui jinsi taratibu zilivyo. Kwa hiyo naomba tuwavumilie, kwa sababu saa nyingine unakuta mtu labda anaambiwa kama Pamkomba alikuwa anasema, lazima umwekee like kabla ujatoe jina lake. Unakuta kuna mwingine vitu hivyo hajui, hana lengo baya, lakini kwa sababu ya knowledge. kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba tuwavumilie watu wa design hiyo, tuwafundishe, labda kuwe mtu anaweza akawendea inbox akawaelekeza nini cha kufanya na nini kwa sababu tukiwa delete, kwa sababu sawa, kuna watu wako humu tangu kuanzia kabla hata ya mo 29 wanajua nini cha kufanya. Kuna wengine ndio wapya, unaweza kuta mtu kaingia leo ajui kitu. Kwa hiyo tuwe tu, tu, tu, tu, tu kidogo na uvumilivu. Najua ina kera, kwa sababu unakuta kuna watu washafikiria mambo ya action nini hapa. Kwa mfano yule Arusha Arachuga ameelezea nini jinsi jitihada wanazozifanya kule na nini Jana hamajesti ameelezea kwamba kuna action nyingi wanataka kuzifanya na nini, afu akija mtu ndo kwanza mpya ajui kitu chochote inakuwa ina kera, yani inaboa. Lakini sasa unajua haya mambo lazima kuwa kuna aina fulani ya uvumilivu, kwamba kuna mtu mpya sasa. Akija mtu mpya aelekezwe, bwana, unajua hapo utaratibu uko hivi na hivi. Ukimblok tu moja kwa moja saa nyingine inakuwa labda haisaidii sana kwa sababu lazima tuache room ya kuwa na new members ya y Mkuu Trump, najua umevolunteer vitu vingi, umekuwa na mtoto, mko nje nini, saingie yingine mtoto ametulishaambiana kitambo tu kwamba kila mwenye taharuki yake yaanzishi anavyoiweza na anavyojua yeye, lakini sometimes kunaingiaga kuna, kuna uoga fulani hivi watu akishakuwa serious na zile vitu ambazo kama we Trump ulivyoamua kuileta ku, TFF tayari watu wameanza kuingia uoga, hadi sisi wenyewe ambao tupo na, na mrengo mzima wa kuparalyze serikali na, na kuitia discipline serikali pamoja na vibaraka wake. Kwa hiyo hicho kwa sisi, ndugu zangu, napenda kuambia kwamba tuwachane yaani kila mmoja anaamua kujilipua kivyake. Hata akija majaketi kusema mbwe, vaa hiki jaketi, nenda kwenye pantoni, jiachie. Tuachane, tusiingiliane, usianze zile habari za utanyongwa, si utafanyaje? Tumesha nyongwa, mili yetu ishaganda, mili yetu ishaingia ganzi, hatuelewi na hatusikii. Kwa hiyo tusio na zile mambo za kutishana tishana, sio kwamba usifanye hivi. Tushamu kusema kila mtu ajilipue kivyake, kila mtu afanye anachoona kwake kinafaa, ni mradi kulipiza hasira za wenzetu, ambao sasa hivi hatujui kama amebakia mifupa, amebakia wamebaki ya nyama yapo. Na kingine pia, kama kwa upande wao ambao tayari labda tuna mpango labda kusema labda tuna kiwasha tena katika tarehe nyingine ya kuingia rodi. Mimi nilitoa wazo wa tarehe Discord asubuhi, nikasema kwamba yani tunachoambiana, basi tukijadili ndani hata ya wiki mbili au mwezi mmoja kabla, sababu kuna zile, kuna zile mambo ambazo zinaingiliaga yani siku mbili kabla au siku moja kabla kuna tokea interruption tu ya watu kuanza kubishana. Kwa sababu kama mara ya kwanza watu walizungumzaga habari za kodi kodi kodi kodi kodi kodi, watu wakaanza kuelewana kwenye kodi, lakini ilipofika siku mbili kabla, watu wakaja na maidea mengine katikati ya show, yani ah, sasa hapa hapa, hapana tufanyeni hivi hapa. Kwa hiyo ikatumika siku mbili mfululizo au siku tatu watu kubishana kwa kutokukaa katika mlengo mmoja, mpaka inafika siku ya tukio, wengine wamenuna kwamba mbona tujasikilizwa? Wengine wanabaki kusikilizia waingie hapo ground. Kwa hiyo na maana hapo pointi yangu ya msingi kwamba tuendelee, kwa nilivyo tazama kile clip, wa Tanzania hawajaogopa kitu, vijana wa Tanzania. Mimi nimepokea message zaidi ya mia moja inbox, yeah. Ndio vijana wa kigongo wanasema Trump, tupo tayari yani hawajaogopa He, he, sasa hiyo hiyo hiyo hizo ndio spiriti za watu wa mtaani, kwa sababu mwenyewe hapa mimi sio mwongeaji, na kama katika kumbukumbu kumbu zangu, kwa watu ambao labda wanaiona profile yangu, ni mtu ambaye siku zote nipo chini, tuna comment na comment mpaka na comment tena, yani yani mpaka nafikia hatua ya kuongea. Kuna vitu vinatia kinyaa, kwa sababu unajua mimi niko kwenye street tu yani, na hata hiyo mwezi 29 yenyewe palinuka kulikweli, na yani sisemi sana yani kilinukaje nukaje, lakini tulikuwa porodi watu ambao sisi wengine zilitupunyua, ziliwapata watu za videvu, ziliwapata watu za, za za watu za kwenye matumbo, ziliwapata watu za kwenye mapaji ya uso. Sasa watu tukikaa tu kushikilia nondo nondo nondo, afundishwa siku